Katibu Mkuu wa UVCCM, ambaye pia ni mtetezi wa haki za vijana, Jokate Mwegelo ameshiriki kikao cha sitini na kenda cha Kamisheni ya Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya wanawake kilichofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani akiwakilisha Tanzania, ambapo ameeleza jinsi mabadiliko ya sheria aliyoyafanya Rais wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ilivyochochea zaidi ushiriki wa wanawake kwenye vyombo vya maamuzi nchini akisema Rais Samia amewaheshimisha wanawake. Jokate ameongelea safari yake ya kiuongozi iliyogubikwa na changamoto alizozigeuza kwa fursa na kufanya aaminike kwenye nafasi mbalimbali serikalini na CCM. Safari yangu ni ya uthubutu na kupambania mabadiliko, kupitia sera makini, malezi ya viongozi na mifumo imara ya usaidizi nimeongoza juhudi zinazowezesha maelfu ya vijana kutambua uongozi ni njia inayowezekana. Nikiwa DC Kisarawe tumejenga shule ya kwanza ya wasichana ya bweni, lakini pia nikateuliwa kuwa DC kwenye wilaya nyingine, na leo nimekuwa katibu mkuu wa kwanza mwanamke wa UVCCM tangu kuanzishwa kwake mwaka 1978. Amesema kuwa Tanzania imeongeza uwakilishi wa wanawake, ingawa zipo changamoto chache, kwa kuwa wanawake wengi hawajawakilishwa katika ngazi za juu za maamuzi. Programu za malezi ya viongozi na ufadhili, kutekeleza mageuzi yanayozingatia usawa wa kijinsia, kutumia majukwaa ya kidigitali kubadilisha mitazamo na kuanzisha mifumo endelevu ya ufadhili. Katibu mkuu Jokate ameshiriki pia jukwaa na viongozi mashuhuri wa kimataifa akiwemo mkurugenzi mtendaji wa UN Women Ms. Sima Bahous, mwakilishi wa kudumu wa Ugiriki Evangelos Sekeris, wawakilishi kutoka mtandao wa Women International Finance, waziri wa usawa wa jamii wa Ugiriki Sofia Zakarak, rais wa kwanza mwanamke wa Chile na mkurugenzi wa kwanza mtendaji wa UN Owen Michelle Bachelet, mkurugenzi mtendaji wa GWL Voices na rais wa mkutano wa 73 wa baraza la jumuiya ya kimataifa Maria Fernanda, na mawaziri wa Hispania na Slovenia.

Um, Clever, vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi eh? Unafeli wapi mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo. Mm. Naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu, watumishi wazembe nawaona. Nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani, na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na, na serikali ya awamu ya sita wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Umeme, yaani serikali ya awamu ya sita haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia, uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uende ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini mashaka wewe. <laughs> Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.